Tano ya kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya mazingira. Tanzania kuelekea siku hiyo, ambapo kitaifa kilele kitafanyika kule mkoani Dodoma, tayari imeshatoka kauli mbiu ikisema komesha e, taka za plastiki. Kuelekea huko, leo waziri mkuu Kassim Majaliwa katika maktaba ya chuo kikuu cha Dar es Salaam alikutana na jukwaa la vijana na mazingira ambao pamoja na mambo mengine ametoa maagizo kadhaa ya kuhakikisha kwamba kama nchi inapiga hatua na kusonga mbele ikidhibiti uzagaaji wa taka za plastiki ambazo duniani zimekuwa na madhara makubwa. Hii leo tutajikita kuangazia hapo na namna ambavyo nchi inaelekea kwenye maadhimisho hayo na namna njema ya kudhibiti wingi wa taka zinazoendelea kuzalishwa hapa nchini. Je, ni kweli unatambua kwamba taka ni fursa? Kuna watu ambao kupitia taka wanaendesha maisha yao, lakini kupitia hizo taka ambazo wewe unaona hazina thamani, watu wanazalisha bidhaa mbalimbali. Naitwa Nurdin Selemani kikualika kwenye Uchanganuzi kwa siku hii ya leo ambayo tumeitupa mahususi kabisa kuangazia kuelekea siku hiyo ya mazingira duniani. Studio tuna wageni wetu wawili kwanza tunaye Sia Makule. Yeye ni afisa programu msaidizi kutoka uh, ECCT ambapo pia alikuwa ni mmoja wa washiriki kwenye jukwaa hili la vijana na mazingira ambao limehutubiwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, lakini kazi yao kubwa wanafanya ni kurejeleza taka na kutengeneza bidhaa. Karibu sana. Asante. Kwema, kwema mzima, mzima salama lakini kando yake yupo Suleiman Manguro, yeye ni mratibu kutoka taasisi ya mazingira plus, ambao ni wadau kwenye eneo la mazingira, wao wakijikita katika mazingira ya nchi kavu na baharini, na tayari wanafanya miradi kadhaa. Karibu sana Suleiman, asante sana. Kwema? Kwema. Mm. Ile dhana ya taka ni biashara unaishi vipi? Uh, eh, kwa mimi kama mdau mkubwa sana kwenye masuala ya mazingira, uh, nimeona ni jinsi gani taka imeweza kukwamua vijana ambao, eh, kwa namna moja ama nyingine wangeweza kushiriki katika zile uh, kazi ambazo si sahihi, aidha kimaadili ama kwa sheria za kinchi. Tumeona ni jinsi gani uh, taka zimeweza kuwaokoa vijana hawa, kuwapatia ajira, hata kuongeza thamani yao kwenye jamii lakini pia wamekuwa wakiweza kujiendeshea kipato ama kujiendeshea maisha yao na kujipatia kipato. Nikiwepo mimi hapa kama mratibu wa mradi wa Taka Sifuri mashureni, uh, tunajua jinsi gani uh, changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana imekuwa katika uh, nchi yetu Tanzania, lakini nimeweza kupata ajira kupitia uh, utoaji wa elimu husiana na uchakataji na udhibiti wa taka mashuleni. Kwa hiyo, japokuwa mtu anaweza akasema sio, sijapata yani sijaajiliwa na taka directly mm, lakini pia mimi nimepata ajira kupitia taka taka. Kwa hiyo mm, kweli taka ni biashara, taka ni ajira mm. um. Kwa mujibu wa takwimu inaonyesha kwamba uh, Tanzania inazalisha taka ngumu kati ya tani uh, milioni kumi na nne mpaka milioni ishirini kwa kila mwaka Wataalamu, uh, kwa mujibu wa zile taarifa kutoka uh, ofisi ya makamu wa rais, hii na inaelezwa kwamba ni wastani wa mtu mmoja kutengeneza uh, kilo kama 241 hivi mpaka 345 kwa mwaka kwa kila mtu. Ni fursa kiwango gani hasa kwenu nyie ambao mnarejeleza na kutengeneza bidhaa? Okay, asante uh, kwanza nashukuru kwa hii nafasi lakini sisi kama ICCT tunachukulia kama takataka ni kitu cha kawaida, yani ni kitu ambacho ni rafiki kwetu kwenye mazingira ya kila siku mm -hmm. Zamani tulikuwa tukiona watu wanaenda beach clean up kufagia, kufanya usafi kwenye bahari, tunaona vichaa, tunaona kama watu wamekosa kazi, wanaokota makopo baharini, au tukiona vijana wenzetu au wale vijana wanaokota makopo wanapeleka kuuza kwa kilo kwenda tunaona taka ni fursa, taka ni ajira, lakini pia taka sasa sio adui mm. Sisi kama ICCT, taka, tunachukulia kama rafiki kwetu especially taka nguo. Tukiangalia siku hizo ukipita masoko kama Mwenge pale, soko la Ilala, soko la Karume, ile mitaro utakuta ina nguo nguo mm, especially jioni kama pale Mwenge ndio unaweza kaona kirahisi mvua zikienyesha ndo kabisa utaona kabisa zile nguo ambazo zimeshindwa kuuzika, au wakati wa kuchagua chagua pale kusagura sagura, tunasema dada, utaona zimetupo tupo huko pembeni, zimeanguka anguka. Sasa hakuna mtu atanunua hizo nguo zilizoanguka, na ukiangalia bei yenyewe ni bei rahisi. Sisi tunachokifanya, zile tunaziona kama fursa, tunazichukua tunafanya urejelezaji, tunaita upcycling, tunaitaa mombo mm, ndio. Kwa hiyo tunachofanya, tunafanya upcycling ya textile waste, yani taka nguo tunarejeleza na kutoa bidhaa mpya mm, na bidhaa hizo tunaziuza. Kwa hiyo kwetu sisi taka ni ajira, kwa sababu wao wanaofanya hicho kitu wanapewa ajira, au wasichana wanaoshona, lakini tunavyouza ile ni biashara mm. Kwa hiyo kwetu sisi ni ajira, lakini pia ni fursa, na taka ni rafiki kwetu. hapa pote tulipovaa kuna moja ambayo umeifanyia maarifa ya na namna ya kurejeleza <laughs> na kwa bidhaa ndio, ndio. Uh -huh. Okay. Uh, kama unavyoona ile koti. Uh -huh. Hichi kitenge ilikuwa ni gauni alishona mdogo wangu, kwa hiyo kikabaki kama nusu yani kile cha mwisho ambacho fundi anasema hichi akifai kushona chochote. hmm. Alafu hii ilikuwa suruali ya ndugu yangu niseme maana hmm. sio mdogo wangu, tumbu moja alishona shule alikuwa anaenda shule kaptula ile ya shule. mm. kwa hiyo ilivyobaki vikao vimekunjwa kabatini nyumbani, sasa nikaa nafikiria kinafanyiwa nini, na mimi napenda kweli nguo za culture mm. kwa hiyo nikafikiria maybe tunaweza tukatoa chochote kitu. Ukiangalia na mimi mwenyewe naona taka ni fursa mm. taka yoyote ni fursa, hata taka za plastiki, taka za umeme, nyaya hizi, taka yoyote ni fursa mm. ni jinsi tu utakavyokuwa mbunifu, kijana, mtu mzima, yoyote bunifu wako ndo hivyo nikatoa koti nikampelekea fundi, nikaambia nataka koti liwe hivi, angalia namna hivi vitu viwili vi match, kitoke kitu ndio. mm. kuna watu wanaanza kushangaza, binti kama huyu, tena na mambo ya takataka ta. Wapi na wapi yaani, ilitokea tokea wapi hadi sasa unaona kwamba taka ni rafiki kwa uh, kwako na inaendesha maisha uh, naweza nikasema kuna namna malezi ya kila Mtanzania yanatofautiana kwa jinsi ambavyo nyumbani mnafundishwa. Mm. Nyumbani sisi mama alikuwa anasema uchafu ni kitu chochote ambacho hakipo sehemu sahihi. No. Lakini taka ni kitu chochote ambacho unaona huna matumizi nacho tena. Okay. Lakini tunavyoona miaka inavyozidi kwenda, taka pia inawezekana ni kitu ambacho na matumizi nacho. Ila ni kweli uchafu ni kitu ambacho hakipo sehemu sahihi. Sasa mimi nilikuwa naona kama nimeweza kushona nguo kwa fundi kitenge cha mita tatu, ikabaki robo mita. Mm. Hii robo mita nimeweza nikajaradia daftari. Okay. Kwa hiyo ikawa ni jalada lakini la kitenge. Halitafanana na jalada la mwanafunzi mwenzangu yoyote. Mm, ambaye amenunua amenunua Manila, eh, la Manila au ametumia kalenda. Hata ile ya kalenda tulikuwa tunatumia zamani tukiwa wadogo. Mm. Kalenda limetumika mm. li mwaka mzima 2025 Disemba. Tunaanza Januari 2026 na ile kalenda linajarajia madaftari ya watoto wote familia nzima, mm. Tayari tulikuwa tunajifunza kutokea majumbani kwetu kwamba kitu kidogo kimaliza natumia. Yale yale yale madumu ya ya maji ya kunywa yale makubwa yale yale yale, lita kumi na mbili, yalikuwa yakikatwa, mama anatoboa toboa, tunaika udongo mnaambiwa mm. Kila mtu aoteshe walaki hapa mm. Kila siku mwamwagilie. Kwa hiyo badala ya kununua ile mavyungu yanauzwa ya begali, mmerejeleza mm. kwa hiyo tunavyosema sasa hivi reduce reuse na recycle vimeanzia majumbani kwetu kwa familia ambazo zilifundishwa. mm. Ndiyo. Suleiman, uh, kauli mbiu unasema komesha uchafu wa plastiki mm. na sasa hivi tumeona ni utamaduni wa kawaida plastiki zinazagaa, uh, sana, licha kwamba kumekuwa kuna watu ambao wameamua kujiajiri kwa kuziokota, kuzipima na kupata fedha, lakini bado umekuwa ni mtihani. Tunatokaje hapa kwenye hali hii ambayo tumefikia. Okay. um, kwa mimi kama mdao wa zero waste uh, kwanza katika ile piramidi ya zero waste mm. kuna kitu kule juu kabisa kinaitwa kupunguza, okay. kwa hiyo kabla hatujafikia kwenye hatua ya uh, tuzifanyie nini hizi taka sasa zimeshatengenezwa, uh, kuna uwezekano mkubwa sana wa kufanya nini wa kuzipunguza mm. kwa sababu uh, tunakuwa tuki, tuki deal tuki deal na ugonjwa ambao umeshatokea baada ya kuanza ku, kupambana na sababu mm, ama na root cause ya ugonjwa huo. Ukiangalia mara nyingi sana uh, mfano kama hizi kampuni ambazo zinauza maji sasa hivi zimekuwa kampuni nyingi sana ambazo zinauza maji mm, lakini mara nyingi imekuwa kama tunauziwa chupa instead ya kinywaji kile chenyewe eh, kwa hiyo inawezekana tukaanza na ubadilishaji wa uh, wa tabia kwa sababu katika maswala ya zero waste kikubwa ni ubadilishaji wa tabia. Tanzania tulikuwa tume, tumefikia hatua nzuri sana katika swala zima la kutokomeza hizi single use plastic mm. nailoni za, za kutumika kwa muda mmoja vile vifungashio mm. lakini ilikuwa ni tabia yetu tangia zamani. Mtu unaenda dukani unategemea kule nitakuta, nitakuta mfuko wa rambo mm. nitaekewa unga kwenye mfuko wa rambo lakini, baada ya ile tabia kukatazwa na kutokomezwa, tukajikuta kwamba tunaanza tabia ya kubeba vifungashio vyetu, tunatoka navyo nyumbani. Kwa hiyo hata kwenye plastiki pia, kama walivyosema, katika zile tani milioni 14 na mpaka milioni ishirini mm. asilimia 12 nzima ni taka za plastiki ni nyingi sana ukichukulia, katika ile milioni 20 ni takriban milioni mbili na lakinne mm -hmm. tons za plastiki kila mwaka. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani kama kila mtu akiwa responsible, kama kila mtu akichukulia hatua kwenye swala hili la plastic, tunaweza tukaitokomeza. Tunaanzaje? tunaanza kukubadilisha tabia kwamba sio lazima ukaenda dukani ukaondoka na ile chupa pale ya maji, una uwezo wa kwenda na chupa ambayo una uwezo wa kuitumia zaidi ya mara moja kama tunaweza tuliweza kutoka na na mifuko nyumbani, ile tulikuwa tunaita magufuri kwa sababu tulikuwa tunaona ni wa bei nyingi. Kwa hiyo unaenda nao dukani unatumika zaidi ya mara moja, si ndio? Je, tunashindwaje kwenda na chupa ambayo inaweza ikatumika zaidi ya mara mbili, tukaenda kuchukulia maji dukani, tukaiacha pale? Tatizo linakuja ni kwamba mara nyingi kama wanavyoona sisi uh, katika zile culture zetu za Kiafrika barabara zetu nyingi hazina dustbins katika mm. maeneo mengi sana ya watu ambao wanatumia muda mrefu hakuna dustbins. na hata kama kuna dustbins, dustbin hizo ni, ni twende, so, exactly, <laughs> <yani laughs> wote twende. Kwamba dustbin ipo lakini ukiwa na ganda la ndizi unaweka, ukiwa na mahindi anything you have, yani kichote mm. ambacho unacho mkononi muda huo, ambacho wewe kwako unahisi sasa ni mzigo, aidha ni taka ama uchafu unatupia humo ndani. Kwa hiyo unakuta hata zile plastiki ambazo zipo kwenye dustbin, thamani yake ipo chini sana, kwa sababu thamani ya plastiki inaanzia kwenye, ni ina usafi kiasi gani hmm. Okay? Hmm. Leo hii kuna watu ambao mitaani wana recycle plastic safi tu, yaani unamkuta na plastiki zake, unaweza ukatamani kuiomba ukaekee maji yako ukanywe, zina price nzuri sana. Uh, I think ni mia kwa tatu plastiki tatu unauza kwa shilingi mia. Hmm. Okay. Kwa hiyo manake huyu mtu akiwa na na akitaka kupata mia tano atakuwa na plastiki takribani kumi na tano zinamtosha sana, hata kilo haifiki. Hmm. Kutafuta ile mia sita ya kilo moja, huyu mtu anaweza akawa na plastiki tu kumi anapata ile mia sita okay. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, kwa sababu tumesha jua kwamba hatuna dustbin za kusoti, dustbin za kutenganisha taka katika mazingira yetu basi watu waanze kuwa na tabia ya kubeba eh, chupa za ambazo zinatumika zaidi ya muda mmoja. Taka hizi zinakuwa ni nyingi katika mazingira kwa sababu uh, hatuna sehemu za kuziweka, watu hawana sehemu za kuziweka, na hata kama sehemu za kuziweka zipo, basi hizo sehemu sio rafiki tena kuifanya hii plastiki iwe iwe na thamani. Kwa hiyo tukianza kubadilika hapo kwamba watu tuwe na, na uh, chupa za zaidi ya muda mmoja hmm. Tunaenda dukani tunaenda kununua maji unawambia nitilio umaji. Okay, ile chupa inabaki pale, inakuwa rahisi hata yule muuza duka akawa responsible kwenye ile kwenye ile plastiki ambayo anaifanya nini anaitengeneza. Tunajaribu ku kuwavutia hawa wadau ama makampuni ambao wanatengeneza hizi uh, bidhaa ambazo zinawekwa katika chupa za plastiki pia na wao waweze kuwa uh, responsible. Kiswahili tunahitaji mm. Responsible eh, kuwajibika. kuwajibika. kuwajibika. Exactly, wao wajibikaji katika masuala mazima ya uh, zile taka ambazo wanazitengeneza. Tumeona pia uh, mheshimiwa Kassim Majaliwa leo hii uh, katika le kongamano kule alisema kwamba uh, alitoa wito katika yale maelekezo yake manne eh? elekezo namba nne, alisema kwamba sekta binafsi ziendelee kuweka mifumo ya urejeshaji wa taka zinazotokana na E, viwanda vyao ama taka zinazotokana na bidhaa zao kwa yeah. hiyo hapo alilenga uwigo mkubwa sana mm. kwamba wao pia wanatakiwa wawe responsible na ile kitu wanatengeneza mpaka inapofikia kwa nani, kwa m, kwa mlaji mm. E, nimeona tumekuwa tukipiga makelele sana kuhusu uchumi rejeshi. Uchumi rejeshi tunaanzia kwa yule mtengenezaji, tunaluji kwa mlaji kwa na inarudi tena sio kuwa taka bali inarudi kuwa nini, raw material. Na tukisema leo hii hapa tukiambiana kwamba tuwe na uwezo wa kurejesha 100% ya chupa za plastiki ambazo tunazitengeneza tutakuwa tunaongopeana. mm. kwa hiyo mimi naona eh, solution kubwa ni kwamba kila Mtanzania awe responsible na ile eh, taka ambayo anaona kuna uwezekano wa yeye kuifanya nini, kuitengeneza ikiwemo na kuona hivyo vifaa ambavyo vinatumika zaidi ya mara moja mm. mm. si yenye mpo zaidi kwenye hizi taka nguo. mm. ndiyo, ndiyo. Kwenye hizi taka nyingine za kawaida imekuwa ni rahisi tu watu huku na kule wanaokota okota. <laughs> kwenye nguo inakuwaje hasa? okay. Upatikanaji wake mpaka mnakuja kuzirejeleza na kuwa uh, bidhaa mnazinunua ama ni mimi tu nimekaa nyumbani kwangu saa hizi nguo nishazichoka, si aibu, njoo ubebe uende nazo huko. okay. Uh, mpaka sasa, tangu tulivyoanza huu mradi wa ikoya project mwaka jana, tuna nguo nyingi karibia kilo themanini labda mm -hmm. tuna karibia tani tuna karibia kilo 100 na tumejaza chumba kabisa, kwa sababu tuna sente yetu inaitwa ikoya Center, ambapo tunafanya the wool upcycling process kuanzia kupokea zile nguo zinapofanyiwa, tunasema ni kusafisha mm -hmm. Kuna jina la kitaalamu ndio ya treatment, kwa sababu kuna wengine wanakuta wana infection kwenye miili yao. Kuna nguo zingine pale zinachambuliwa ambazo hasifai kufanyiwa chochote. Wengine okay, ana donate nguo za ndani na hivyo, kwa hiyo sisi tunapokea nguo ambazo ni donated kutoka kwa Watanzania lakini pia hata na wageni foreign people, ambao ni wakazi wa hapa Tanzania. Kwa hiyo since mwaka jana tumepokea nguo nyingi, mtu anatupigia simu kwa sababu tumeji tumeji advertise kwenye mitandao ya kijamii mm, social media mbalimbali, lakini pia na kwenye matangazo tukienda, tunawaambia. Kwa hiyo tunavyowacha mawasiliano yetu, mtu anatupigia nina nguo zangu kadhaa, naweza nikaleta. Sisi tunamfuata tunazipima pale, tuna digito mashini ya kupima mm, kwa hiyo zinapimwa pale yeye, yeah, anakuwa amedonate bure, ila yeye yeah, hakipenda kwamba nguo alizo donate, labda nimetoa nguo zangu kilo tano, naomba kutoka kwenye hizi nguo mnitengenezee labda table mats, tutamfanyia hivyo lakini kawaida ni watu tu wanadonate kama tulivyokuwa tunafanya ku donate charity hmm. tunavyopeleka nguo kwa watoto yatima hmm. ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo zinavyofika kwetu tunazi disinfect. Tukishafanya hivyo, zinapasiwa kabisa, ili kuondoa bakteria zote, alafu tunaanza designing sasa kwa hiyo utakuta ulitoa koti lako, ila siku ukikuta limefumuliwa laini ya ndani imetolewa, sijui kola, kila kitu kimefumuliwa, hutajua hmm. ukikuta mpaka sasa hiyo imesha ikiwa ikikaa ni katebo mat, hutajua. Okay. ndiyo, ndiyo. Hmm. na kitenge ikikawa ni katebo mat hutajua kabisa. na mtungali sote bado kwenye uchanganuzi kwa siku ya leo tukitopia macho uh, kuelekea siku ya mazingira duniani ambayo ni tarehe tano na hapa uh, Tanzania shughuli hiyo itafanyika mkoani Dodoma, kauli mbiu ikiwa ni komesha uh, uchafu wa plastiki. Hebu turejee pale uh, shughuli ilivyokuwepo kwenye maktaba ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tumsikilize kwa ufupi waziri mkuu wakati ambako akihutubia uh, vijana uh, katika hilo jukwaa la vijana na mazingira ambao walimejitokeza hii leo. halmashauri zote nchini zihakikishe kwamba zinaweka vitu, vituo vya kuchakata na kutenganisha taka ili kuhakikisha kwamba taka zote zinazozalishwa zitashughulikiwa zile kwa njia salama na endelevu, huku zipunguza mzigo wa taka unaokwenda majalalani au kusambaa hovyo katika makazi yetu ya watu kwenye miji ikianzia kwenda mpaka vijijini. Mbili, tena kwa halmashauri zote nchini zishirikiane na ofisi ya makamu wa rais, mazingira kuandaa mipango ya kuwezesha jamii na vijana kushiriki kwenye biashara ya kabwa na kuweza kuona masoko yake, huku kwenye taka zetu ambazo zipo tukatengeneza mfumo wa taka takarejea, unaitwa urejeshaji taka rejea, mitaka, recycling ambayo pia inaleta manufaa na kuona plastiki unatengeneza uzi na vitu vya namna hiyo. Tatu, ofisi ya Makamu wa Rais kupitia kurugenzi ya mazingira ihakikishe kwamba tunafanya kazi kubwa ya kuhamasisha wananchi kuanzisha kampeni kwa utaratibu wote ule ambao unafaa kufikisha ujumbe kwa jamii. Nne, sekta binafsi ziendelee kuweka mifumo ya urejeshaji wa taka zinazotokana na shughuli za viwandani, ili kurahisisha na kuhakikisha kwamba bidhaa zinazozalishwa haziishii kuharibu mazingira bali ziendelee kuhamasisha uhifadhi wa mazingira. Kauli ya kwake Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alipokuwa kwenye jukwaa la vijana na mazingira hii leo kuelekea siku ya mazingira duniani ambayo itakayofanyika tarehe tano ya mwezi wa sita na kitaifa ni kule mkoani Dodoma. Wakati wetu na tukimbia kweli kweli. Uh, tuanzie kwako Selemani, mmekuwa na hizo miradi ama projects ambao mnazifanya kuhakikisha kwamba mnafikisha ujumbe kwa hasa kwa wanafunzi ili kuweza kupata matokeo. Uh, neno lako ni nini sasa kwa wale watu wote ambao wanahusika kwenye mnyororo wenyewe wa thamani, okay, wa kuhakikisha kwamba jambo mnalolitenda liliweze kuleta athari chanya. um, cha kwanza uh, wito wangu ni kwa vijana pamoja na wanajamii kwa ujumla Uh, tujue kwamba taka ni mali, taka ni ajira. Tumeona watu wengi sana wakiweza kufaidika na kuendelea kupitia hizi taka, lakini pia tuweze ku uh, tuweze kushikamana pindi pale zinapu, yanapotoka matamko mbalimbali kutoka kwa serikali mfano um, kama tuliongelea lile swala la kutokomeza uh, matumizi ya vifungashio vile vya nailoni hmm. Basi tujue kwamba uh, athari inayotokana na taka zinapokuwa zinapotupwa hovyo ama utapakaji wa taka hovyo, ni athari ambazo zinatukumba wote wanajamii kwa ujumla. Lakini pia ningependa kutoa wito kwa uh, serikali pamoja na taasisi zisizo za serikali na uh, zile za watu binafsi waweze uh, kujiunga katika hizi mbio, katika haya mapambano ambayo sisi taasisi zisizo za kiserikali kama ndugu zangu hapa ICT Mazingira Plus, eh, kina TCCI ambao wamekuwa wakizifanya kwa muda mrefu sana katika kuhifadhi na kutunza mazingira uh, lakini pia wito uh, huu upo kwa vijana pia. Vijana tumeona, vijana ni taifa la leo na kesho. Siku hizi hatusemi taifa la kesho, tunasema <laughs> vijana ni taifa la leo na kesho. Vijana wamekuwa wana mawazo mengi sana, mawazo ya kibunifu mawazo makubwa sana kwenye swala la uh, innovations mm. na science na teknolojia. kuhusu uh, mambo haya ya takataka yatakushangaza, yani ukija, mfano ukiwepo, ukiweza kuhudhuria kule Dodoma mm. utaona ni jinsi gani vijana wamekuwa mbele katika kutafuta masuluhu mbalimbali mbali ya kuchakata taka na kujipatia kipato kupitia taka hizo okay. kwa hiyo ningependa kutoa wito pia kwa wawekezaji E, wasitupe mkono uh, vijana hawa pindi wanapoonyesha uh, uh, uhitaji either wa donations, uhitaji either wa ruzuku ama funds katika masuala ya kuendeleza hizi teknolojia na sciences okay. Uh, lakini pia kuunga mkono sio tu kwenye masuala ya pesa mm. lakini kwenye masuala ya sera pamoja na zile yale masuala ya sheria pia ni yanasaidia sana. Tumeona sasa hivi sera ya serikali katika maswala ya kimazingira imekuwa iki, ikiwa updated mara kwa mara mm. ili kuweza kwenda na kasi ya kidunia tunaona okay. Sasa hivi sera karibia zote zinaendana na zile goals kumi na saba yes, za uh, maendeleo endelevu mm. Kwa hiyo pia kwenye masuala ya mazingira uh, tuweze kuisapoti pia serikali yetu iweze kutengeneza sera ambazo zinaendana na dunia, jinsi mambo yanavyobadilika. si kwa maneno machache tumalize, wito wako okay. Uh, cha kwanza sitapingana na mwenzangu aliongelea vijana mm -hmm vijana kwa sasa tunasema so miaka 18 kwa tena <laughs> kuendelea hata miaka kumi na tano kumi na tatu ni vijana mm. siku hizi watoto naona wana akili kweli kweli mm, so kama sisi zamani yeah. kwa hiyo ubunifu huu tuuendeleze. Okay. Kijana yoyote ambaye unaona una ubunifu fulani ambao una maendeleo chanya kwenye mm, jamii na unaweza kutatua tatizo lolote kwenye mazingira au kwenye climate in general, tunavyosema usiuache Okay. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana wenzangu ni ndoto ambayo unayo au maono ambayo unayo katika kutengeneza sustainable future, don't stop and go for it. Okay. Lakini pia kwa jamii kiujumla, tukianzia katika ngazi ya kifamilia, tuendelee kutoa elimu kuhusu utunzaji wa mazingira, lakini pia tuendelee kuwafundisha hata na watoto wadogo kuanzia level ya chekechea mm -hmm. kwamba anapomaliza kula ndizi ganda utatupa kwenye mfuko huu, chupa plastiki utatupa huko. Tumeona sana kwa wazungu na nchi zilizoendelea, okay. nafikiri tukianzia kwenye family level tutupigia kidogo itatusaidia tupige hatua mm. maneno ya kwa kwake Sia Makule, afisa programu msaidizi kutoka ECCT, ambaye tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo, lakini kando yake amekuepo Suleiman Manguro, yeye ni mratibu kutoka taasisi ya Mazingira Plus. Tunashukuru sana kwa kuwana nam nakanukutendo nafikia tamati ya uchanganuzi. Naitwa Nudin Selemani, leo tulikuwa tunamulika uh, kuelekea maadhimisho ya siku ya mazingira duniani na mkutano ambao umefanyika wa jukwaa la vijana na mazingira ambayo limehutubiwa na waziri mkuu Kassim Majaliwa. Nikutakia usiku mwema na kwaheri.